Kulazimika kuja jijini Tokyo kwa ajili ya kuendelea na vikao mbalimbali mbali, kukutana na taasisi za umma, taasisi za serikali, tukiwa na mazungumzo ya namna ya kuimarisha mahusiano kati ya Tanzania na Japan. E, kuanzia tarehe ishirini na saba tumeendelea kukutana na taasisi mbalimbali. Jana pia tulikutana na jumuiya wa wafanyabiashara jijini Tokyo ambao wameonyesha interest ya kuja Tanzania kwa ajili ya uwekezaji. E, tumekuwa na mazungumzo mazuri, na mazungumzo yetu hasa tumeendelea kuhakikishia kwamba Tanzania ni nchi yenye mpango mkakati wa kukuza uchumi wake, na moja kati ya maeneo ambayo tumeamua kuyaimarisha ni uwekezaji wa ndani ya nchi, kama tuna watanzania wanaweza kuwekeza, lakini tumetoa wito pia kwa sekta binafsi kutoka nje ya nchi ikiwemo hapa nchini Japan. Nchi ya Japani ina miradi zaidi ya 24 ambayo imewekezwa kwenye Tanzania Tanzania. Kwa hiyo wako wafanyabiashara wana uzoefu wa uwekezaji Tanzania, wanaijua Tanzania na wametusaidia sana katika kuieleza faida ya kuwekeza Tanzania. Moja, Tanzania ni nchi ya kimkakati kibiashara kwa sababu mbali ya nchi yenyewe kuwa na wananchi, wa, wa, Tanzania, wa Tanzania zaidi ya milioni 61 kama soko lakini pia tuna soko la wakazi wa Afrika Mashariki, tuna soko la wakazi wa nchi za kusini mwa bara la Afrika, lakini kuna, kuna mpango wa umoja wa mataifa wa uhuru wa kufanya biashara kwenye bara la Afrika. Yote hiyo inapelekea Tanzania kuwa sehemu kimbilio, lakini ndio kuwa ndo eneo mahiri la kupata bidhaa za aina zote, tukiwa tuna bandari tatu muhimu za bahari ya Hindi tunazo bandari za ziwa Victoria, Tanganyika na Nyasa, zinapelekea taifa letu kuonekana kuwa ni eneo zuri kwa biashara. Lakini muhimu zaidi ni kuwa na njia ya usafirishaji ya reli, njia ambayo inakatiza kutoka Dar es Salaam kwenda magharibi mwa Tanzania na zi, ukanda wa ziwa. Reli hii inayojengwa kuelekea Mwanza, Kigoma na kuunganisha nchi za Burundi na na Rwanda zinaonyesha umu, uwepo wa ba, ubora wa ufanyaji biashara kwenye eh, kwenye nchi yetu kuwa ni eneo ambalo linaweza kuwapatia faida wawekezaji. Kwa hivyo vikao vyetu tumeendelea jana na leo, tumeendelea kukutana na jumuiya za wafanyabiashara ambao tumehamasisha uwekezaji kwenye maeneo yetu. Moja kati ya maeneo ambayo tunatoa wito wa kuwekeza ni kwenye viwanda ili tuweze kuzalisha bidhaa nyingi ziweze kutosheleza ndani ya nchi na kuuza nje ya nchi na bei itakuwa nafuu. Lakini pia uimarishaji wa sekta ya kilimo kwa mkakati tulionao wa kutaka Tanzania iwe ndo sehemu kimbilio kwa chakula kwa nchi zote zilizojirani na Tanzania e, tumeendelea kutoa wito huo na tumewakaribisha, lakini hasa tunafungua fursa kwa Watanzania wanaotaka kuje kuingia kwenye biashara, kuingia ubia na makampuni ya Japan ambao na wao wameridhia kwamba wa kila kampuni takikuja baada ya kujisajili itahitaji kuungana na wa Watanzania ambao wana makampuni kama hayo ili wafanye biashara kwetu. Sisi ni jambo zuri, tutapata uzoefu uh, uh, wa kuendesha biashara, lakini pia kuingiza uchumi wa mtu mmoja mmoja kwa Watanzania wenyewe.